gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabila halia hewa wa saa h zijazo, kuanzia saa tatu usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka mamlaka ya hewa Tanzania, na kwa kwanza tuangalie hali ya hewa kwa usiku wa leo ambao utawatarajia maeneo mengi kuendelea kuwa na hali kavu isipokuwa katika maeneo machache ya mkoa wa Lindi, Mtwara, Njombe pamoja na Vuma ambapo kunatarajiwa kuwa na hali maukiasi mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mifumo pepo inaonyesha upepo utarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa hususan katika maeneo ya pwani yetu ya kusini, na kwa maeneo ya pwani ya kaskazini pamoja na ziwa Nyasa upepo utarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa upepo utarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na mamlaka ya hewa inatoa angalizo la vipindi fupi vya upepo mkali unafikia kilomita 40 kwa saa katika maeneo ya pwani yetu ya kusini hususan katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Hivyo ni vema kwa wananchi na watumiaji wa bahari kuendelea kuchukua hatua zinazostahili. Na kwa siku ya kesho maeneo machache ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Mara yatajua kwa na hali mgumu kiasi, mvua na ngurumo za radi pamoja na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam, Pwani pamoja na Lindi kuna tajua kwa na hali mgumu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba yatatarajiwa ya kwa na hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali kama hiyo pia inatarajiwa katika maeneo ya mkoa Morogoro, hususan kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Njombe, Ruvuma pamoja na Mtwara. Kwa maeneo mengine ya nchi iliyosalia yatatarajiwa kwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na sasa tupate utabiri wa saa 24 zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa Dar es Salaam tutatarajia hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache Mkoa wa Dodoma twatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza twatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache, ilhali katika mkoa wa Kilimanjaro twatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mbeya pia twatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Morogoro twatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Arusha tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua, na mpaka kufikia hapo, kutoka Mamlaka ya Hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.